Alikamatwa na polisi, alikamatwa na polisi majira ya saa saba usiku. Baada ya kukamatwa na polisi alikwenda kulala lock up. Baada ya kulala lockup asubuhi yake alifanyiwa mahojiano, alifanyia mahojiano yes, kwa sababu kuna baadhi za baadhi ya kauli aliziongea kipindi kipindi wana, wana, wanajiandaa kwenda kucheza mechi na Tabora. Kuna baadhi ya kauli aliziongea ni kama kumdharau mkuu wa mkoa wa mkoa huo wa, wa, wa Tabora, yes, lakini kwenye mechi tuliona ya, ali Shabani Kamwe walikutana pamoja na mkuu wa mkoa walicheka safi, lakini mkuu wa mkoa anatakiwa atambue kitu kimoja kwamba kwenye mpira mpira, hususan mpira lazima kuwe na utani. Bila utani mpira kuendelea ni kazi sana, kwa sababu Simba na Yanga ni watani, Azamu Kosto ni watani, hivyo mpira lazima una utani hususan. Ndio maana kwenye FIFA wenyewe kuna sheria zao nasema kwamba Serikali inaruhusiwa kushabikia mpira, lakini sio kuingilia mpira. Lakini sisi kama watu wa football, watu wa mpira, kwenye hii tumeumizwa sana, kwa sababu mpira yote sisi lazima tunajua kwa utani. Lakini Alikamwe yeye ameachiliwa, ameachiliwa kwa zamana ambayo wenyewe inamruhusu, inamruhusu asafiri nchi mbalimbali, anaruhusiwa kusafiri kwenye nchi mbalimbali, lakini akihitajika muda wowote ule anatakiwa awepo kwenye kile kituo cha Tabora. Huyo ni ali Shabani Kamwe. Habari nyingine ni kuhusiana na NBC Premier League, ligi kuu Tanzania Bara. Yes, tumeshuhudia michezo kadha wa kadha imechezwa. Tumeshuhudia JKT Tanzania na Dodoma Jiji, mchezo ambao uliisha kwa magoli mawili kwa mawili, timu ambazo zenyewe tunazitem kama zipo kwenye daraja la kati, timu ambazo zinafanya poa, timu ambazo ziko vizuri. Mchezo mwingine ni Ken Gold dhidi ya Azam FC.